Vijana ni mustakabali wa nchi yetu na dunia yetu. Ili kujenga maisha bora ya baadaye, vijana wasichana kwa wavulana wanahitaji elimu. Kwa bahati mbaya, wasichana nchini Tanzania wanapewa kipaumbele cha chini na kuachwa nyuma, hivyo kuendeleza mzunguko wa umaskini. Ingawa wasichana wengi zaidi wanaandikishwa kuanzia shule, bado hawamalizi masomo. Takwimu zinaonyesha kuwa ni asilimia 57 tu ya wasichana wenye umri wa kwenda shule nchini Tanzania wanaomaliza elimu ya msingi, na wachache zaidi wanamaliza elimu ya sekondari. ada za pamoja kati ya shirika la CARE International hapa Tanzania na Wizara ya Elimu na Mafunzo katika kutoa fursa kwa wasichana kupata elimu zimetoa matokeo bora. Rahma, binti ambaye ni yatima tangu alipokuwa na umri wa miaka sita, aliacha shule akiwa na umri mdogo ili kumsaidia nyanyaye kazi ya nyumbani. Naye Stephanie aliacha shule alipopata ujauzito. Kupitia mpango wa MEMKWA unaowezeshwa na shirika la CARE na kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya Kahama, Rahma, Stephanie, na mamia ya wasichana kama wao, wamerudi shule, wamepata mafanikio, na kuwa mifano ya kuigwa kwa wasichana wenzao. Baada ya kulazimika kuacha shule kutokana na ujauzito, Stephanie alitamani kumaliza elimu yake. Alijadili nia hiyo pamoja na mama yake. Akaja kuniambia "Mama ee, kuna shule ya MEMKWA wanasoma hata walioolewa hata waliozaa wanasoma, na mi mama, naenda kusoma." Stephanie alijiunga katika mpango wa MEMKWA akamaliza shule ya msingi na sasa anasoma shule ya sekondari, lakini haikuwa rahisi. Nashindwa, mbona, kwa nini nisiache tu kusoma, nikatafutia watoto wangu chakula wakala? Naanza kuwaza na waza, baadaye nafikia hata najiitia moyo sema niende tu pale, baadaye naweza nikawa na maisha mazuri. Stephanie ana ndoto ya kupata kazi akimaliza shule na siku moja kuanzisha biashara yake mwenyewe. Mamake Stephanie anaunga mkono juhudi za mwenawe kwa kuangalia watoto wa Stephanie wakati yuko shuleni. Elimu ndio msingi wa maisha. Kama mtu amesoma anakuwa na maisha mazuri. Dada yake Rahma alifahamu kuhusu mpango wa shirika la Care na kumchukua Rahma aishi naye ili aweze kujiandikisha shule. Kutokana na msaada kutoka kwa mwalimu wake na wanafunzi wenzake katika darasa la MEMKWA, Rahma alifanya vizuri katika masomo na kujiunga tena na mfumo rasmi wa shule wa msingi. Alifanya kazi kwa bidii na kuwa kiongozi na mfano wa kuigwa shuleni katika michezo na kama kiranja mkuu. Rahma alimaliza darasa la saba na amejiunga na shule ya sekondari. Nisome hifo mfo nimalize yani, karibia madarasa yote nimalize. Alafu malengo yangu yani ni kuwa mwanasheria ili kuwahamasisha watu, nizidi kuwahamasisha watu, watu wazidi kuwapeleka watoto shule. Shirika la CARE linatambua kwamba ni changamoto kuanza shule upya, hivyo mpango huu unajumuisha shughuli maalum za kusaidia wasichana kujenga uwezo wa kujiamini na stadi za uongozi. Shughuli hizi ni pamoja michezo, kuzalisha kipato kama ushonaji, ufinyanzi na bustani na bunge la watoto. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii, inaniwekea ule kujiamini Wawepo watu wengi, wawe wachache, ninaweza kuongea na ninaweza kutamka shida yangu popote pale. Mafanikio ya Rahma na Stephanie yanasaidia kubadili mitizamo ya jamii kuhusu umuhimu wa elimu kwa wasichana. <coughs> Ya, yaani jamii kama hujasoma, yani nakuona wewe ni amna lakini sasa hivi mimi nimesoma sawa si, sijasoma sana, sijaenda sekondari lakini umakini upo. uh, suma, ah, ah. Binti kama binti akiwa na elimu maisha kwenye familia kwa sababu, wa lazima yawe mazuri kwa sababu mtoto akiwa akielimika ina maana hakuna, hakuna mtu wa kumdanganya yani hakuna kudanganyika ovyoovyo ovyo. yani hakuna kusumbuliwa na kitu chochote kile ina maana atakuwa ni mtu anayeelewa kila kitu. Umekuta watoto wa kike kwa wazazi hawa wa jamii yetu walikuwa hawapeleki shule, wakisema mtoto wa kike ni kwa ajili ya kufanya shule za nyumbani, kupika, kusaidia na kuolewa, hafai kwenda shule. Lakini MEMKWA ilivyokuja kuonekana, watoto wanaweza, wanafika mpaka sekondari, kwa hiyo imetia hamasa, wazazi wamekuwa wakiwaleta watoto kwa wingi wa shuleni. Fanya ni mfano sio kwa watoto wa shuleni tu hata wa mtaani. Sabu nakumbuka kulikuwa na maafa moja, raia wengi wakawa wanamzungumzia positively haswa kwa yeye kurudi shuleni huku akiwa mtu mzima, jamiisikujua kama, kama jamii kumbe nanitazama naniangalia, yani nilivyoshuhudia tu ile siku nimefaulu tu mtihani, jamii kama jamii kwani ilinipongeza sana sana sana hasa viongozi. Yani, kwa kwenye uongozi tu, kumbe viongozi uongo, wananiona nianza kuhangaika masuala ya usomaji. Stephanie na Rahma ni wasichana wawili tu kati ya mamia ya wasichana ambao wana nia ya kupata elimu na kubadilisha mustakabali wa maisha yao licha ya changamoto wanazopambana nazo sasa. Lakini wasichana hawawezi kufanya hivyo peke yao, wanahitaji msaada kutoka kwa wazazi wao walezi walimu na viongozi kuhakikisha kwamba wasichana wote wanaandikishwa na kumaliza shule. Mustakabali wetu unategemea hili. <coughs>